Ona, oh, mimi naondoka, sina la kukusaidia hapo kwayi uh. Lucy, kwanza kabisa mimi nafurahi kukuona tena, lakini uh, kuna mambo kama mawili hivyo muhimu sana ambayo amenifanya mimi nawe tukutane hapa leo. Jambo la kwanza mm, naomba unisamehe, naomba unisamehe eh, kwa kila kitu ambacho kimetokea kwa maneno na kwa vitendo na kwa namna fulani hivi ambavyo eh, ili jambo lilikuwa linaenda ilikuwa tu katika hali fulani hivi ya kutamani sana mimi nifanikishe eh, jambo fulani. Nadhani unajua mwanaume anapokuwa anataka jambo lake, basi nguvu, akili vyote anawekeza pale pale, mpaka pale mpaka atakapofanikisha kupata kile ambacho anakitafuta kwao, na mimi pia nilikuwa katika mapambano ya aina hiyo, eh, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu kwa sababu eh, nimemaliza katika namna fulani ya kitofauti sana na ya upekee. Kwa hiyo nisamehe sana kama kuna sehemu yoyote ambayo nimekukwaza katika haya mapambano kati yangu mimi na wewe. Lakini jambo la pili, mimi nikushukuru, nikushukuru kwa sababu uliamua kuniambia ukweli, ukuamua kunidanganya. Kwa sababu mpaka leo bado nafikiria yani, nini kimetokea au imekuwaji mpaka ukaamua kunisaidia. Yani kitendo cha wewe kuniambia ukweli eh, imekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo nikushukuru sana. Sawa, usijali sababu nilikuwa nakuonea huruma, ndio maana nimeamua kukusaidia wewe. Ulijiona mkaramba ni rafiki yako, lakini mkaramba hakuwa na urafiki na wewe, ndo maana nilikuonea huruma nikaja kukwambia. Uh, yani uh, unachokisema ni kweli, kwa sababu uh, binadamu unapokuja kwa kudhuru uh, anakuwa hana alama kwao. Tunakaa nao tunaishi nao lakini mtu nakuwa ujui yule mtu wako wa karibu anafikiria nini kuhusu wewe? Unajua, Mkaramba mimi nilikuwa namuona kama ndugu yangu kama mtu wangu wa karibu sana ambaye namshirikisha vitu vingi sana na ndio maana nikaamua kumweka katika haya mapambano, lakini nilikuwa sijui kama ndio yuko hivyo. Kwa kupitia wewe leo nimeweza kufahamu kaamba ni mtu aina gani. Nimesema, na ndio maana nimesema nakushukuru sana. Kwanzia sasa kwenda mbele nitajua ni namna gani ya kuendelea kupambana na haya mapambano yangu. Kwa hiyo wewe unipende. Achana ah, ah, bwana hayo mambo yose, eh, mimi nimeoa. Unajua nimeoa nampenda na, na, sana mke wangu eh, lakini pia kuna baadhi ya vitu vingi sana vinaendelea eh, ambavyo Sizani kama huu ni muda sahihi wa wewe kufahamu kila kitu. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie uzima siku nyingine, tukikutana basi nitakwambia. Uh, sawa. Mimi sijui, you know, naweza nikakuacha labda siku hizi, yaani sikuelewi, kwa sababu muda mwingine nakutumia SMS ujibu kwa wakati na kupigia simu respond, yaani nishoti, sikuelewi, una shida gani? Sasa hivi mimi niko busy sana na majukumu ya nyumbani mema. Unaona kimya? Sawa, unakuwa busy na wewe mwenyewe unagaji, usijali na enjoy, nikukutana na wewe. mapenzi unayonipa wewe yananifanya na sahau shida. Omaana muda wote mi naangaika kukutafuta, hili sasa unavokuwa upokee simu ujibu a SMS, mi nashindwa kukuelewa. Kwanza mi nishamalizana na wewe, nashukuru, ulinisaidia hela yangu kwaekaka nimeipata. Pia sasa hivi unaonekana umechunda sana, umbea huna, pesa huna, sasa mi nakutafuta kwa dili gani? Ni sawa, lakini vipi sasa swala la umbea na kuupendi, kama unavyojua mazako, unapenda umbea kuliko kula. Kwa ukiwa na umbea nitafute, na kama hauna umbea ukinitafuta, uwe na hizi hankara zisome. Sunanielewa? Sawa, wewe unajua kabisa mi ni mdadisi mkubwa hapa duniani, na nilienda kusomea umbea tu, yaani ile digiri yangu ambayo nilikwambia mi ni msomi hapa duniani ni digiri ya umbea. Kwa hiyo nitajikaidi, nitaenda kutafuta umbea, nitakuletea ili tuende pukashenyetani Kiukweli mi nikishenyetana na wewe heri na enjoy mno, ndo maana naangaika, sijawahi kupata mapenzi yala ilini. Kwa hiyo kusiana na umbea tu, ah, nitaenda kuangaika, nitaupata. Oh basi sawa, wewe ukiwa na umbea nitafute, kwa sababu mimi na haraka zangu hapa. Kwa hiyo utaratibu ni ule ule wangu, umbea nishenyene. Ukiwa hauna umbea, jiongeze pesa inausipa Safi Ii. Kumbe mmeacha kukojoa siku hizi ndugu yangu, ule ulikuwa ni utoto na sianasaizi ni mkubwa. Kaka alikuwa kikodizo wa kijiji kijiji kizima, wanamjua na Iyo. kwa nini mnamjua na wakwedo iyo namjua mdogo wangu sana huyu, yani mwanangu sana <laughs> vipi lakini fresh? Ah, kaka, nashukuru, wakati zinaenda, Mungu anasaidia kitambo Da.

baba wako mzazi alifariki. Ah, hilo swala kaka, ni la kweli, ila alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu tumezika salama. kwa kweli Mungu ni mwema. Wow. pole sana ndugu yangu. sikufanikiwa kuja kwenye msiba kwa sababu nilikuwa nimeshatoka mazingira yale, kwa sasa nipo huku. So unajua harakati za kazi kazi, ndugu yangu, tunatafuta maisha kaka. ni kweli. kwa kweli Mungu ni mwema kaka. tumezika salama lakini kusema kweli kaka, kijijini hapa haja changamka washikaji wote wameondoka hapo town, na mimi nikadia hapo town, ila sima ndo hivyo. Mimi nipo hapa tangia muda, nipo kwa brother wangu Chibu. Huyu ni nani naye? na huyu shemeji, yani brother Chibu ana mke wake. Sasa mke wake ana mdogo wake, sijui ndo anaitanaje, sijui shemeji yake. Mimi kuelekeza kaka siwezi. Mwenyewe si unanijua, tangia nipo mdogo. Mambo poa, mzima Hmm. Wewe tena kaka, ushaanza umalaya malaya wako unataka kumdevela na huyu tena eh? Amna kaka, nadhani mwenyewe unanifahamu kaingia udogo wetu, kuja kuniona na mwanamke hasa iwe leo, nione namtamani ndugu yako, hakuna kitu kama hicho. Sema freshi eh? tawasiliana kaka, basi poa. Poa, poa. ana naomba Katika hii dunia nimeamini kuna siri kubwa sana haswa katika maisha ya ndoa. Sasa dada amewezaje kuishi na huyo mtu muda mrefu wote huo? Sitaki kuamini. Shemeji ile ni hali yake ya kila siku au ndo leo imetokea? Kama pongezi kubwa sana kwa dada. Kuna jambo la kujifunza hapo, kwa sababu ukiwaangalia katika maisha ya nje ni watu ambao wana furaha sana, wanacheka. Sasa na vipi kuhusu dada na shemeji yake? Ni kweli wana mahusiano ama mdogo wangu amenidanganya? Wa dah, litanipa muda mrefu sana ili swala kulifikiria. Hebu niwaachie wenyewe na maisha yao. Shemeji, shemeji, shemeji, nimekuita mara ngapi? Mara tatu. Sikia, nikwambie bwana, mimi naomba mimi na wewe tuachane, sawa? Mahusiano yetu yaishe, yafike kikomo, kiufupi mimi na wewe basi, sikutaki. Hmm, sikiza nikwambie, kila siku nakwambia siachiki, hivi inamaanisha? Na siachiki kila rahisi. Oya, kama ni kiti nimekikalia na sitoki. Kama ni mitano mimi nitajiongeza 10 20 30 upo? Sitoki, nitakalia kiti mpaka mwisho Pwayo, kijiwa, kwa hiyo kaa ukijua mimi na wewe hatuwezi kuachana kirahisi, baba upo? Hebu nisikilize wewe, hapa sio shemeji mimi nawee, ni mtu na mtu wake. Kama umeweza kutembea na mimi, basi mimi sio shemeji yako, mimi ni mwanamke wako. Tena uwe na adabu unapoongea na mimi bana. E, nisikilize, sijui unaelewa, nyumbani hakuna mtu asiofahamu, sijajua braza iko vipi kijiji kizima unajua kwamba mimi natoka na wewe na ndio maana nimekuita shemeji, na maana mimi nakuheshimu naomba tuachane bwana, mahusiano yetu yaishie hapo. Sitaki kuniharibia, sitaki kuniharibia kwa blaza wangu mimi nikakosa kula ugali hapa nikafukuzwa sina pa kwenda kuishi, tafadhali. Kuhusu kijiji kujua ni wasiwasi wako, hakuna anayejua bali ni wasiwasi wako. Na kuhusu mundani, wale ni ndugu zako, hivi unataka mimi watanchoma watamwambia shemeji yao? Eh, sikiza nikwambie, ukiendelea hivi nitakufanyia tukio ambalo hutokuja kusahau katika maisha yako. Sio? Unanielewa? Yani iwe ni mara ya kwanza na ya mwisho kunifata na kuniambia hizi habari zako za kipumbavu. Wewe ushatembea na mimi na itabaki kuwa hivyo, wewe ni mwanaume wangu. Alafu sikiza, nikwambie ukiendelea hivi, hutokuja kunisahau katika maisha yako yote. Mbwae, niheshimu sawa. Mi nakuheshimu shemeji, sitaki kuwa na wewe kenyumenanichukuliajo mbona tuishia baba huko, kuna tabia za umeombea sana usije ukamfikishia shemeni shee. Usijali, hata hivyo kwa sasa chukua hii lakini baadaye nikifika alink ni auuko usinitumie. Yani nitakuja kwenu kama kimbuga. Mimi na Clever <sighs> ni marafiki wa muda mrefu sana

Yaani inamaanisha kuwa sio mpenzi wako au hujawahi kutoka naye? Amna bwana, mi sina mahusiano naye. Kwanza nakuja na mahusiano na, na, na mtu ambaye naishi pamoja. Kwani kuna nini bwana, unaniingiza hii kiufupi